Hii ni Temu TV, bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Alright, oh yeah, we back again. Hii hapa ni nyingine tena story ya moto kabisa nimekutana na leo <laughs> nimekutana na story za couples tu, ni couples ambazo zimetrend kibongo bongo, lakini pia the way ambavyo jamaa wanaelezea ni kitu kizuri sana. Harmonize ni miongoni mwa wasanii ambao wanasema ni like father like son, yani kama baba kama mtoto. Harmonize kuna top 10 ya wanawake ambao waliwahi kuzama nao kwenye mapenzi, lakini pia wanasema huyu ndo kiboko ya wote kabisa, au sio bana? Kwa nenda kufahamu ni nani, ni kwa nini na kitu gani ambacho Harmonize ameweza kufanya kwa mrembo huyu, lakini pia wewe niachie maoni yako hapo chini kama ni shabiki wa Harmonize konde boy, niambie ni kapo gani ya Harmonize ambao ulikuwa unaikubali kinoma noma. E bana, Harmonize ni miongoni mwa masta ambao waliweza kutambulisha WCB Wasafi Mnamo 2015 16 na ni miongoni mwa wasanii ambao wamefanya mengi makubwa sana. This time ukiongelea ma superstar wa Bongo uweze cha kumtaja Harmonize, sio bana? Hasa kwenye list yake naye ana list moja ya like international ndefu sana lakini pia ma superstar ambao amediti nao sio wa kawaida, ni watu ambao wana nyama, lakini pia wengine wana wana kipato, wana fedha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo vigezo vya Harmonize na vya Diamond ni kama vifanani, lakini ah, hii list yake ni ya moto kulikweli. Miongoni mwa watu ambao walio kuongelewa kwamba wametoka kwenye mahusiano na mtu mzima Harmonize, na wengine tukaweza kuona wazi, ilikuwa ni mrembo Jacqueline Wolper, miongoni mwa waigizaji ambao walikuwa maarufu sana na wanafanya vizuri, lakini this time ni mfanyabiashara mkubwa. Na mbali na hiyo, tukaweza kuona akawa kwenye mahusiano na mzungu ambaye ni Sarah, mpaka wakafunga naye ndoa, miongoni mwa kapu ambayo ilikuwa hoti sana, yaani iligusa sana kwenye mitandao ya kijamii na kila kona, na Konde Gang nakumbuka ilizaliwa kipindi hicho Yaani zile picha ambazo zilikuwa zinasambaa kwenye mitandao zilikuwa za Konde Gang na vitu kama hivyo, au sio bana? Baadaye tukaja kumwona tena na mzungu mwingine Briana na vitu kama hivyo, lakini kama itoshi, tukaja kumwona ana mtoto ambaye ni zoo, na tukaweza kuona mama zoo hakuwa kwenye trend sana kiivo. Ni mtu ambaye date naye kimya kimya. End of the day tukaja kuona amezama kwa Kajala eh? Miongoni mwa kapo ambayo kibongobongo hauwezi cha kuiongelea kawaida. Harmonize na Kajala ni miongoni mwa kapo ambao ilikuwa ina trend kinoma noma kwenye mambo mengi, licha ya kwamba walikuwa wanaonekana kama umri wa uendani, lakini ni moja ya kapo ambao naamini ilikuwa inapendwa kweli kweli, au sio bana? Ikaja Poshy Queen, miongoni mwa warembo ambao pia walitrend sana na Harmonize. Lakini pia hapa katikati ua kuna skendo kibao, kuna story ya Bichams kwamba anadeti na mshikaji lakini pia kuna skendo fulani ambayo ilikuwa ina trend pia ikimwonyesha Harmonize kama kuna video vixen amevunjisha video zake za ndani na vitu kama hivyo hasa. Kajala ni mrembo ambaye huwezi amini. Huyu jamaa anaelezea, anasema kwamba ndio mwanamke pekee ambaye anaweza kuukamata moyo wa mtu mzima Harmonize kwa sababu ya vigezo hivi ambavyo ameweza kuviandika. Moja anasema kuweza kumvalisha pete ya ndoa, lakini pia na kumweka wazi, lakini pia kumomba msamaha. Kingine ambacho anasema ni kwamba kumzawadia range mbili Hi ilikuwa ni ishara ya wazi kabisa kwa Harmonize kwamba ishara ya wazi ya Harmonize kwamba amedata kwa, kwa mrembo Kajala, lakini pia kumkosea, lakini pia kuweza kumrudia. Tunakumbuka vizuri zile situation ambazo zilitokea za Paula na Harmonize, video zao kuvuja, lakini pia kitendo cha wao wawili kuonekana pamoja, simekana kwamba ni upendo wa kweli. Lakini pia wanasema Kajala ni machuma, ni mwanamke ambaye amemzidi kwele Harmonize umri, lakini alikuwa anaenda naye pamoja, anafanya mazoezi. Hiyo ni mtu ambaye alikuwa anaonyesha upendo wa kweli kabisa kwa Konde Boy na vitu kama hivyo, lakini pia kingine wanasema ni mtu ambaye wanafanya naye kazi pamoja. Nadhani hii pia kuna watu wanaweza kawa yasielewi kwa nini imekuwa hivyo, lakini mimi ni miongoni mwa watu ambao pia nishawai kushuhudia wanafanya kazi pamoja, kama kwenye ubalozi wa CRDB walipewa deal pamoja na vitu kama hivyo. So unaweza kuona kabisa hii ni list ambayo wanasema ni wanawake waliweza kumshika Harmonize vizuri kabisa, Top 10. Kwa kwa upande wako sijui ni kapo gani ambao unaikubali kinoma noma kati ya hawa ambao nimeweza kutajia, lakini wanasema Kajala ndo namba namba moja. Nini maoni yako? Toche komenti yako hapo chini kwenye comment section, like kwenye video, lakini pia subscribe to TemuTV kwa ajili ya kuweza kujua story nyingine nyingi za mastaa bongo na nje ya bongo na kila ambacho kina trendi na, na kuna kauli moja hapa ndo namaliza nayo. Kuna ngoma moja Harmonize aliimba akasema, ila Kajala ndo mama yenu, au sio bana? So uenda hichi ambacho kimeandikwa kikawa ni kweli. I don't know about it. Till next time. Bye bye, ciao, peace and love. Hii ni TemuTV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.